Nimejitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge wa jimbo la Chato Kaskazini kwa sababu nina uwezo wa kuwatumikia wananchi, nina uwezo wa kushirikiana na wananchi katika swala zima la kuijenga Chato mpya yenye manufaa, yenye maendeleo, kwa sababu Chato inahitaji kuwa na mtu ambaye anaweza kuwa na ushirikiano mkubwa, ikizingatiwa katika wilaya ya Chato kuna watu wengi, matabaka mbalimbali na tuna fursa nyingi ambazo zinahitaji kuwa na msukumo mkubwa ili kuweza kuleta maendeleo makubwa. Hivyo sasa, mimi ndiyo maana nikajitokeza kwa ajili ya kushirikiana na wananchi wa Chato kupitia Chama cha Mapinduzi ambacho hivi karibuni kimeweza kufanya mambo makubwa katika jimbo letu la Chato tuweze kuendeleza ile miradi iliyoletwa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, lakini pia kutokana na ilani iliyopo kwa sasa, tutaweza kuunganisha nguvu wanachato, ili tuweze kufaidi rasilimali tulizonazo. Tunazo rasilimali za kutosha, tuna utalii katika hifadhi ya taifa Lubondo, hifadhi ya Burigi Chato, lakini pia tuna uvuvi wa samaki katika ziwa Victoria. Pamoja na hayo, tuna ufugaji wa mifugo mbalimbali, tuna maeneo ya ufugaji ya kutosha, lakini pia tuna mashamba makubwa kwa ajili ya kilimo, ikizingatiwa wilaya ya Chato inacho kiwanda cha kusindika zao la pamba, zao la biashara ambalo kwa sasa limekuwa ni zao pekee linalopendwa na wakulima wengi. Sasa mimi kama mgombea ubunge wa jimbo la Chato Kaskazini nimeuwiwa kuvutiwa kwa ajili ya kuja kushirikiana na wananchi ili tuijenge Chato yetu, Chato iwe na maendeleo, lakini pia kuhimiza wananchi waweze kujitokeza kutengeneza uchumi wao, kujiinua kiuchumi, lakini pia kuwawezesha wananchi waelewe fursa zilizopo waweze kuzitumia, kwa sababu usipotumia fursa ulizonazo alafu kasubiri watu watakuletea fursa ni jambo ambalo haliwezekani. Hivyo ni vyema tushikamane sisi sote Wanachato kwa pamoja tuijenge Chato yetu iwe Chato mpya. Iendelee na iwe na maendeleo zaidi, kwa sababu maendeleo yanaanza na mtu mmoja mmoja, na baadaye serikali inakuja kuleta nguvu, ili tuwe na maendeleo katika jimbo la Chato. Wananchi kwa pamoja, tuwe na ushirikiano, tuibue miradi, tuipeleke serikalini, na mbunge atakapokuwa bungeni aweze kuisemea, na atakapomaliza kuisemea ikirudi, aje asimamie kwa umahiri. Nami ninaweza kusimamia miradi, kwa sababu nina uwezo wa kuwatumikia wananchi wa Chato. Nina uwezo wa kushirikiana na wananchi wa Chato. Chato ina rasilimali nyingi za kutosha, zinahitaji usimamizi mkubwa, zinahitaji mtu mwenye maono, zinahitaji mtu ambaye anaweza akashirikiana na wananchi. Ikumbuka kwamba ili kuwe na maendeleo katika eneo ni lazima kwanza kuwe na hamasa kubwa, tushirikiane, tuhamasishane katika swala zima la kufanya kazi, ili miradi inayoletwa na serikali tuweze kuisimamia vizuri ipasavyo. Lakini pia, ili tuwe na maendeleo, kuna haja kubwa ya kuweza kushirikiana na serikali yetu ya awamu ya sita ambayo imeleta miundombinu mbalimbali.